Wakili wa kujitegemea Bonifasi Anyisire Mwabukusi ameandika katika ukurasa wake wa Facebook kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Tanzania, lakini wakati huu ameelekeza moja kwa moja waraka wake kwa vyombo vinavyohusika akisema kwamba tunaposhauri, sikilizeni na kupima, waraka huu unaenda kwa vyombo vyote vyenye dhamana ya kisheria na kiutendaji anaanza kwa kuandika akisema: Utangulizi. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, ninatoa waraka huu kwa lengo la kuweka kumbukumbu rasmi ya maoni yangu kuhusu namna vyombo vyenye mamlaka ya kufanya maamuzi yanayogusa haki, uhuru na watu na hadhi ya kitaifa vinavyopaswa kujihadhari na athari zinazoweza kujitokeza pale ambapo ushauri wa kisheria na kitaasisi unapuzwa au kudharauliwa kwa sababu zozote. Anaendelea kwa kusema tunapotoa ushauri mapema kuhusu changamoto za kisheria, kisera, kiutendaji, hasa katika mazingira yanayohusu utekelezaji wa sheria, haki za binadamu na utawala wa sheria katika taifa letu. Nia yetu si kushindana na mamlaka zilizopo, bali ni kusaidia na kulinda kwa makini mambo yafuatayo: moja, hadhi ya viongozi wakuu wa nchi ili wasihusishwe au kuonekana kuhusika na matendo yanayoweza kuchafua majina yao mbele ya wananchi au jamii ya kimataifa. Pili, taswira ya taifa kimataifa, ili nchi kuwa na mvuto kiuwekezaji na kiuchumi kimataifa. Inategemea sana utabirifu wa mifumo yake ya utendaji na utoaji haki. Ili nchi yetu iendelee kuheshimika kama taifa linalozingatia utawala wa sheria, haki na misingi ya demokrasia ni lazima tujifunze kushirikiana kupunguza ujuaji na matumizi ya nguvu yasiyo na sababu yoyote. Tatu, uaminifu kwa taasisi za dola, yaani bunge, mahakama na serikali, ili kuhakikisha maamuzi yote yanayoathiri umma yanazingatia misingi ya, uma, ya haki, weledi na uzalendo. Tusiopenda kusikiliza ushauri bora na kuufanyia kazi, hakuna mtu au chombo ambacho kinaweza kujinasibu kwamba kimekamilika katika kila jambo. Mnapopuuzia ushauri wetu wa kitaalamu kuhusu watu kutekwa na kupotezwa, matumizi ya nguvu yasiyo na msingi kwa vyombo vyetu vya usimamizi wa sheria na kwa kutozingatia ushauri wa kitaalamu na wa kisheria mnaopewa kwa wakati sahihi, madhara yake hayaishii kwa wale waliotoa tahadhari. Kwa kufanya hivyo, mnachokifanya moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja ni moja, kudharirisha au kutoa nafasi, kwa kujua au kutokujua, ya viongozi wetu wakuu kudharirishwa mbele ya jamii ya ndani ya nchi na kimataifa. Pili, kuharibu hadhi ya taasisi za dola ambazo zinaonekana kama hazitekelezi wajibu wake kwa kufuata katiba, sheria, kanuni na mikataba ya ndani na nje ya nchi. Tatu, huweka taifa katika hatari ya shutuma na mashinikizo ya kidiplomasia bila sababu yoyote ya, ya msingi. Anatoa wito kwa kusema natoa wito kwa viongozi wa vyombo vyenye mamlaka ya maamuzi kisheria na kiutendaji kuwa na utamaduni wa kusikiliza kwa makini, kufanyia kazi kwa haraka na kuthamini ushauri wa kitaalamu unaotolewa na wadau wa haki sheria na utawala bora. Kufanya hivyo ni kulinda heshima ya taifa letu na hadhi ya viongozi wetu wa juu pamoja na mfumo wetu kitaifa wa kisheria na utawala bora. Anaendelea kwa kusema, mnatukosea sana mnapoamua kupuuza na kudharau sauti za ushauri ukatili dhidi ya binadamu wenzetu sio uzalendo. Tunamhitaji mdude akiwa hai. Walalamikiwa wapo, wanapopatikana pametajwa, na ushahidi na shahidi, mbona hatuoni kinachoendelea? Huu ni waraka wa Boniface Mwabukusi, akieleza katika ukurasa wa wake wa Facebook, akisema kwamba tunaposhauri, sikilizeni na kupima na waraka huu umeenda kwa vyombo vyote vyenye dhamana ya kisheria na kiutendaji. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godon Kalurunga.